Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya dominika ya nane ya mwaka che, kanisa mwaka si wa kanisa. E, wazee wanamsemo wao, wanasema kabla ya kunyoshea kidole mwenzako, angalia kwanza mikono yako kama ni misafi. Kabla ya kunyoshea kidole mwingine, angalia kwanza mikono yako kama ni misafi Yaani, kabla ya kuonyesha madhaifu katika maisha ya mwingine jaribu kwanza kujiangalia wewe mwenyewe. Maana inawezekana huyo unamnyoshea kidole tu lakini mkono wako mzima ni mchafu. Na e, ndio maana wazo letu la leo jitazame ambaye jirani yako jitazame wewe mara mbili, jitazame wewe mara mbili, ndilo wazo wetu la leo somo hii. Wazo hili linapata misingi yake katika masomo yetu ya leo. Kwa namna gani? Nitawaeleza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira ile sura ya ishirini na saba aya ya nne mpaka ya saba. Kitabu cha Yoshua bin Sira ni kitabu ambacho kwa Kilatini kinajulikana kama Ecclesiasticus. Hiki ni kitabu cha kikanoni cha mwisho chenye kuwakilisha hekima ya Kiyahudi katika Israeli na kinaunda sehemu ya Biblia ya Kigiriki inayojulikana kama Septuagint. Kiasili, kitabu hiki kiliandikwa kwa Kiebrania muda mfupi kabla ya uasi wa Makabayo. Hii ilikuwa ni mwaka 180 kabla ya Kristo. Jina halisi la kitabu hiki kwa Kiebrania ni hekima ya Yoshua bin Sira na linafupishwa kwa Kigiriki kama Siraki. Mwandishi au au Sira Sirak, mwana wa Eliazari alikuwa ni mkufunzi na mgobezi katika kujua na kuishi sheria na tamaduni za Kiyahudi. Sira alifundisha usiku na mchana juu ya umuhimu wa kufuata sheria ya Musa, yaani Torati na kuishi kiadilifu katika jamii yenye watu na mambo mengi na mitihani mingi ya maisha. Utasoma hizi habari katika kitabu hiki hiki, ile sura ya hamsini aya ya ishirini na saba au ile sura ya hamsini na moja aya ya thelathini. Utazidi kueleza ndiyo maana leo hii, leo hii anafundisha vile vile juu ya matumizi na nguvu na uweza wa ulimi, anasisitiza sana Ukitaka kumjua mtu vizuri, mwache aongee. Anaweka bayana mambo makuu matatu: ukitaka kujua madhaifu ya mtu, mwache aongee; ukitaka kujua ukomavu wa mtu, mwache aongee; ukitaka kujua yaliyo ndani ya moyo wa mtu, mwache aongee. Anasema wazi, usimsifu mtu usiyemsikia anajadili. Hakika hilo ni jaribio la mwanadamu. Ndio maana wanasema kilicho moyoni ulimi uiba. Injili kama atakavyosikia itereza kitu pale sehemu ya mwisho, na waenga wanasema ukitaka ujue mawazo ya mtu e, safiri naye. Ni hekima hizo. Wazee wengine wa zamani walisema ukitaka ujue aliyoko ndani ya moyo wa mtu, mde pombe, utasikia ataanza kueleza wewe huyu jamaa sio rafiki yako huyu, atakuwa ah, eh, huyu mm, baba yako unafanana, una roho. Mambo ya faida sana katika maisha yetu, huko vijijini mambo yako. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza, wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya kumi na tano aya ya hamsini na nne hadi hamsini na nane. Paulo anatutia moyo kuwa katika maisha kuna maisha baada ya hapa At, baada ya miili yetu kualibika, tutapata mwili mpya. Anatuimarisha kimani sana kuwa siku moja kuna ufufuko, kuna ufufuko wa wafu na ndiyo ukweli mwenyewe. Anasisitiza tuimarike tusitikisike katika lolote lile, maana taabu yetu si bule, kuna tuzo uko mbele. Tuzo hii anayotuletea au hii picha ya tuzo anayotuletea Paulo ya siku ya mwisho au siku ya hukumu inatukumbusha tujiangalie vizuri, sasa hivi tunavyoishi ili siku hiyo ikifika kweli, tuweze kusimama mbele ya Mungu tukiwa na mastahili, tusije kwa namna moja au nyingine tukashindwa kurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu tu ya maisha yetu iliyoishi hapa, lakini kibaya kabisa kwa sababu ya ulimi wetu. Yawezekana kwa ulimi nimejeruka, nikajeruhi au nimejeruhi kwa ulimi ukaharibu maisha ya watu, kwa ulimi ukavunja mioyo ya watu, kwa ulimi umesababisha taabu katika maisha. Lazima kujiangalia mara mbili, lazima kujitazama mara mbili. Inawezekana hukumu ya ulimi wako isije au usije ukaikuta, usije ukaikuta katika ulimwengu unaokuja, bali unaweza ukaikuta nayo, ukakuta nayo katika ulimwengu huu tunaoishi, kwa maana wahenga wanasema Wazao nasema dunia duara. Ipo siku kwa aibu unaweza kukutana na yule uliyemwharibia maisha yake. Yule uliyemfukuzisha kazi. Yule uliyemwharibia ndoa. Yule uliyesambaratisha moyo wake na kuharibu kila kitu katika safari yake ya maisha. Mungu akakutanisha naye tena kwa aibu kubwa ukiwa chini ya miguu yake. Ndugu yangu, lazima kujitazama vizuri namna gani unatumia ulimi ukusaidie katika hukumu ya mwisho, lakini ukusaidie vile vile katika kuishi maisha ya sasa hivi. Na ndio hiki tunasikizwa katika somo la injili, injili ya Luka ile sura ya sita aya thelathini na tisa mpaka ya arobaini na tano. Somo hili na mambo mengi sana. Kristo anaanza kwa maswali eh, kipofu kumuongoza kipofu je, wote watatumbukia shimoni? Anaeleza vitu vingi sana ndio maana mambo haya yanaweza kuta, kuna upofu katika kuongoza, unyenyekevu ili kukua kiimani na kifuasi, unafiki katika wengine, kujitafakari mwenyewe, mti na matunda, kuchunguza moyo na mawazo mengi sana yanaweza kuja ukiwa unasoma ili somo la Injili. Lakini leo naomba tafakari mawazo makuu mawili madogo. Moja yanako jiangalie kwenye kioo, jiangalie kwenye kioo, hebu aka kichwani mwako, jiangalie kwenye kioo. Naomba niwaambie kitu, mara nyingi unajiona mrefu kwa sababu kichwani kwako una picha ya mtu mfupi. Unaweza ukajiona mweupe kwa sababu kichwani mwako una picha ya mtu mweusi. Unaweza ukajiona mnene kwa sababu kichwani mwako una picha ya mtu mwembamba. Unaweza ukajiona tajiri kwa sababu kichwani mwako una picha ya mtu maskini kapuku wasi na mbele wala nyuma kama mimi. Unaweza ukajiona umefanikiwa na ndoto zako zimetimia, kwa sababu kichwani mwako una picha ya watu wanaohangaika usiku na mchana, hawajafanikiwa maisha yao, wanataabika. Unaweza ukajiona ni mwema sana na mtakatifu sana, kwa sababu kichwani mwako una picha ya watu ambao ni wadhaifu, ni wadhambi na wasiofaa katika jamii. Mbaya zaidi, huku kujiona huku kujilinganisha, kunaweza ukasababisha ukapata kiburi, kikasababisha ukajiona wewe na mastahili sana mbele ya Mungu zaidi ya wengine. Ndio maana nakwambia, jiangalie kwenye kioo, jiangalie kwenye kioo. Baada ya kujiangalia, fanya tafakari ndefu sana. Kioo kitakuonyesha mapungufu fulani. Ukimaliza kujiangalia, chukua kioo hicho, nenda juani, jiangalie, jiangalie. Naomba nikuhakikishie, hautaweza, hautaweza hautaweza utauweza, hiki mwanga wa jua utakuumiza, na utagundua udhaifu wa macho yako katika jua. Sasa sikia, hiki ndicho Kristo anachokiongea leo, yaani kabla ya kumnyoshea mtu kidole au kumnyoshea mwenzako, jiangalie vizuri. Sasa achana na kioo cha kawaida, bali jiangalie katika kioo halisi, mwanga halisi, jua halisi, ambalo ni Yesu Kristo mwenyewe Injili ya Yohane ile sura ya nane aya ya kumi na mbili utagundua vizuri kabisa wewe ni kipofu kuliko huyo unayemuona kipofu. Wewe ni dhaifu kuliko yule unayemuona dhaifu. Wewe ni mchafu kuliko huyo unayemuona ni mchafu. Wewe ni mwizi kuliko huyo unayemuona ni mwizi. Tofauti ni vile tu hujapata nafasi. Yani tofauti yako wewe na huyu unayemuona afai E, ni mazingira tu, ila mngewekwa katika mazingira yale yale, hakika ni kuhakikishie ungekuwa waajabu zaidi. Tofauti yako wewe na yeye ni unayemnyoshea kidole ni kwamba ya kwake yanajulikana, yako hayajulikani, ila yangekuwa yanaweza kujulikana, hakika watu wangeficha uso, uso wao Nyuso za watu zingekuwa na huzuni, maanake wewe ni zaidi kabisa, ni mchafu zaidi kuliko yeye huyo, tu ni basi, amewekwa katika mazingira ambayo anajulikana. Tofauti yako wewe na yule unamnyosha kidole, utagundua ni pesa, cheo, umaarufu au jina wewe una yeye anavyo, ila na wewe ungekuwa na pesa, umaarufu na jina kama yeye, ungekuwa mbaya zaidi. Wazee wanasema ngozi ya chui inatamani, ila siyo moyo wake Yawezekana kwa nje ukaonekana una ngozi nzuri na wathamani kubwa, lakini moyo wake ni mbaya kabisa kuliko hata yule unayemnyoshea kidole au unayemsema, ni vile tu hujatambulikana vizuri eh. Wengine mmoja kwa Tanzania, akasema fadha, kuna watu ni washirikina, ila tu hawana nyenzo, hawana kujenga, ila wangepata nyenzo, wangekuwa wabaya kuliko huo. Kwa hiyo, wenzangu, katika maisha, kabla ya kumnyoshia mtu kidole kabla ya kuangalia kibanzi kibanzi, ondoa kwanza boriti lililo ndani ya jicho lako. Jitazame mwenyewe, jiweke mbele ya Mungu, nafanya tafakari kubwa sana. Uomba sana Mungu akupe fadhila ya unyenyekevu na kutambua udhaifu ulio ndani yako. Hii itakusaidia kutunza mti wa wema ndani ya moyo wako, hautakuwa na haki hautakuwa na uwezo wa kunyoosha kidole, kwa sababu ukitafakari vizuri, ni vile huruma ya Mungu iko juu yako, ni vile mambo yako hajajulikana. Mungu anakulinda, Mungu anakupenda, Mungu anataka akuonyeshe kwamba, mwanangu, mwanangu, mwanangu, kuwa mtulivu, kuwa mnyenyekevu, usinyooshee mwingine kidole. Wazo la pili ndugu zangu katika Kristo, naweza nikasema vizuri kabisa, mwambie yanako tunza mtungi tunza mtungi tunza mtungi. Naomba niambie kitu, ndugu zangu. Nyumbani tuna mitungi ya gesi, tuko nayo makini sana, tunaitunza vizuri sana. Ila naomba niambie kitu, si kwa sababu ya mtungi wenyewe, bali kwa sababu ya kile kilicho ndani ya mtungi. Ukitembea barabarani, unakuta magari eh, makubwa ya mitungi yameandikwa hatari au danger. eh ila kiukweli si kwa sababu ya ule mtungi ambao unaonekana kwa nje, bali kwa sababu ya kile kilicho ndani ndani ya ule mtungi wenyewe, ni hatari. Iko hivi, naomba niwaambie, ukisoma somo letu vizuri, utagundua mdomo wako ni mtungi, na ndani mwake kuna kiungo hatari denja, ambacho kisipotunzwa vizuri kinaweza kuharibu taswira na sifa za watu au a kuharibia taswira yako mwenyewe na watu wakagundua yaliyo ndani ya, ya mioyo moyo wako usipojiangalia vizuri, usipotunza huo mtungi. Ndio maana Mungu ameweka kabisa meno eh, ili grili la kutunza kuangalia kile kiungo ambacho ni hatari, akaita baadaye lisi. Maandiko yanasema mauti na uzima vii katika uwezo wa ulimi, Mithali 18 aya ya ishirini na moja. Ulimi hauna mfupa, ila na uwezo wa kupasua mfupa na kuvunja mifupa na mioyo ya wengi. Utunze vizuri. Buda anasema hautaona damu ila amini usiamini, ulimi unaua. Ulimi umeua familia, ulimi umeua mahusiano ya watu, ulimi umeua kazi na miito ya watu, ulimi umeua ndoto za watu walio wengi, ulimi umeua urafiki, ulimi umeua fursa za maisha, ulimi umeua vikundi katika kanisa na jamii. Wawata ukwaya waka jumuia zimesambaratika kwa sababu ya maneno na ulimi wa watu wanasema machozi ni lube uzuri ambayo moyo umeshindwa kubeba. Kuna watu wana machozi, wana maumivu yaliyosababishwa na ndini za watu, naomba ulimi umejeruhi na kusababisha vidonda katika maisha ya watu hawa. Ndugu zangu, naomba leo jiangalie, jiangalie, natunza kile kilicho ndani ya mtungi. Kilicho ndani ya mdomo kinaweza kikawa baraa kubwa katika maisha ya watu, kinaonyesha jinsi uko wewe ni wa namna gani? Naomba niwaambie, naomba niwaambie utatambulikana kwa maneno na matendo. Tumesikia katika somo eh, aidi kahimu alijawazia anasema, ukitaka kulinda moyo wako na aiba yako njema, linda ulimi. Baba Mtakatifu Francisco anasema, kabla ya kufungua mdomo wako sali. Kabla ya kufungua mdomo wako sali. Baba Mtakatifu anasema maana maandiko yanasema baraka na laana kutoka kinywa kimoja, waraka wa Yakobo ile sura tatu aya kumi. Hii itakusaidia kulinda utu wako na aiba yako mbele ya watu na mbele ya Mungu. Kingine, wazee wanasema, hiyo ni ushauri, ukitaka kufika mbali, fundisha ulimi wako kusema sijui. Ukiulizwa juu ya maisha ya watu, fundisha ulimi wako kusema sijui, itakusaidia. Maana inachukua miaka mitatu kujifunza namna ya kutumia ulimi, lakini inachukua maisha kujifunza lini na wapi pa kutumia. Kabla ya kuongea, jiulize maswali makuu matatu. Naomba niambie leo, jiulize swali la kwanza, ni kweli kina nusu, kina umuhimu? Jifunze chochote, jifunze, jiulize, ni usu kina umuhimu. Jifunze kuelewa hilo kabla ya kufanya chochote, jifunze kujiuliza, ni kweli je, kina ni usu? Je, kina umuhimu? kama akina majibu ni hapana, achana na hizo habari, achana na maisha ya watu, itakusaidia niepushe sana katika maisha haya. Kuwa na hizi makauli tatu ambazo zinaharibu sana, moja: nimesikia, nimeambiwa, eti wanasema. E, nimesikia, nimeambiwa, eti wanasema, nimesikia, nimeambiwa, wanasema. Hizi kauli zinaharibu. Naomba niwaambie leo, kabla ya kumjibu mume wako jiulize mara mbili haya maswali, jiulize mara mbili juu ya hizi kauli. Kabla ya kumsema jirani yako, jiulize mara mbili juu ya maswali, jiulize mara mbili juu ya hizi kauli. Kabla ya kumjibu ndugu yako, jiulize. Kabla ya kufungua kinywa chako, jiulize, hii itakusaidia. Watu wanasema ukitaka, ukitaka uishi maisha marefu, kama nilivyosema, angalia sana, angalia sana ulimi wako. Eh namba nimalizie kwa mfano wa, wa busara za wavuvi. Mmoja alikuwa anaongea akiwa pwani akasema hivi samaki mkubwa aliulizwa na samaki mdogo kwamba, kwamba hivi, nitaka niwe mkubwa kama wewe, niishi maisha ya furaha baharini, nifanyeje? Naomba uniusie, ndugu yangu. Yule samaki mkubwa akamwambia samaki mdogo akamwambia, mwanangu, ukitaka uwe mkubwa hapa baharini, uishi kwa amani, akasema, ukitaka uishi hivyo, sikia kauli hii na iweke kauli hii Ukitaka, ukitaka usinaswe na ndoano ya mvuvi, mwanangu, usifungue mdomo. Samaki mkubwa aliusia samaki mdogo. Ukitaka usinaswe na ndoano ya mvuvi, mwanangu, usifungue mdomo naomba niwaambie leo. Ukitaka, ukitaka ndoa yako iwe na amani, mwanangu, usifungue mdomo. Ukitaka kazini upendwe, mwanangu, usifungue mdomo. Ukitaka uwe na furaha maishani, mwanangu, usifungue Ndo ukitaka Mungu akubariki akubariki siku za maisha yako, mwanangu usifumbue ndo. Na baraka hizi na kuhakikishia zitakaa na wewe milele na milele. Amina, tumsifu Yesu Kristo.